Kwingineko, msichana mwenye umri mdogo katika kaunti ya Nairobi amewatia moyo vijana na wazee kupitia mpango wake wa uhifadhi wa mazingira katika sehemu mbalimbali hapa nchini. Alice Wanjiru aliye na umri wa miaka kumi na moja amesema msukumo wake unatokana na maono yake ya kutaka kuifanya dunia kuwa mahali pazuri pa kuishi kwa kizazi kijacho. Kwa sasa, azma yake ni ukarabati wa kiwanda cha usafishaji majitaka cha Ruai ambacho hati hatimaye kitatatua hatari ya kiafya inayokabili wakazi. Kutana na Alice Wanjiru mwenye umri wa miaka kumi na moja, mwanamazingira mchanga kutoka kaunti ya Nairobi. Akiwa na umri huo mdogo, Wanjiru amechukua jukumu la uhifadhi wa mazingira kwa kujihusisha na mipango ya mabadiliko ya tabia nchi inayolenga kuwezesha mazingira safi kwa kipindi cha miaka mitano. Wanjiru wamefanikiwa kupanda zaidi ya miche elfu ishirini ya miti hapa nchini. Wanjiru sasa anaangazia ukarabati wa kiwanda cha usafishaji majitaka cha Ruai mpango utakaosaidia kushughulikia moja kwa moja hatari za kiafya zinazowakabili wakazi wanaoishi maeneo ya karibu na kiwanda hicho. Magonjwa mengi amekuwa kitokea hapo juu, hiyo harufu na amekuwa me, kipanda miti na kuongea na wanafunzi umuhimu wa kupanda miti pia huko Juhudi zake zimetambuliwa na mashirika kadhaa nchini, kikiwemo chama cha wanaskauti nchini ambacho kimempa jukumu la kuongoza wenzake katika juhudi za uhifadhi wa mazingira nchini. Na amefanya mambo mengi sana ya mazingira, ndio Kenya skauti ikaona wache mwawadi hiyo hiyo position aweze kuinspire maskauti wenzake. Wanjiru pia ametambuliwa kimataifa pamoja na kutuzwa tuzo ya eco, akisema anamotishwa kuendelea kuyahifadhi mazingira na kazi ya marehemu Profesa Wangari Maathai na ataendelea kuzihamasisha jamii kusitisha matumizi ya bidhaa za plastiki. "We can say that the efforts of the late Wangari Maathai did not go to waste, that through scouting Wanjiru is able to not only change her life, change her family's fortunes but also change the society. o opicho chiem tai dira ya magwiji